Kitu kilichonifanya kutoka kuwa mvulana na kuwa mwanaume ni kitu kimoja. Nilikuwa nafanya kazi kwenye law firm, na you know as a lawyer, niko nafanya kazi kwenye law firm, nimesoma chuo kikuu. Kwa hiyo nilikuwa naenjoy kufanya kazi pale na kupambana na nini na nini, lakini pesa niliokuwa naipata pale ni pesa ambayo ilikuwa haiwezi kunitosha kabisa kwenye maisha yangu. Kulipa kodi, kuishi ilikuwa ni ngumu sana mimi kuweza kusurvive kwa pesa niliokuwa naipata pale kwenye law firm. So kitu ambacho nika taka kuamua kufanya ni kuweza kuacha kazi na kurudi nyumbani. So the minute nimeamua kuacha kazi, nilikuwa na mchumba wangu mmoja. Sasa yule mchumba alivyokuja kugundua nimeacha kazi, nafikiri alipiga picha na hesabu za haraka haraka, kama huyu bwana nilikuwa naye na anafanya kazi na mshahara wake ulikuwa hautoshi, uh, what's going to happen nikisha kuwa naye, uh, ameacha kazi kwao, mchumba akanipunguza kwao, nikabaki mwenyewe. That the minute ambayo <laughs> uchungu unakuwa mara mbili. Ukipitia situation kama hizi ndio utakuja kulia. Um, ukipitia situation kama hii ndio utakuja kuelewa namna gani machungu ya ku, ku uh, machungu ya maisha magumu na kutokuwa na pesa na kufikia tima kwamba huwezi tena kuendelea mambo yamekushika hapa umeamua kuwacha kurudi nyuma, ujiulize nini unafanya na hapa Dar es Salaam. Mimi nilikuwa niko na yeye tu peke yake, nilikuwa sina mtu wa backup wa kumpigia simu kwa Dar es Salaam, so the only person nilikuwa naye ni yeye, mchana wangu naye, akanipunguza alivyonipunguza pale, ndo mambo yalivyokuwa sasa. Pale alivyonipunguza, nilikasema ni kama mtu amenikaba kwenye kona, nyuma ya ukuta, sina namna ya kurudi, na nyuma ni giza, uchochoroni, uchungu ulikuwa mara dufu Yani nilikuwa na hisi kama na kufa, mbele sioni, giza sioni, niko chumbani kwangu mwenyewe, kichumba kimoja, joto kali Dar es Salaam, sijioni mbele wala nyuma. Lakini nilipokuwa kwenye situation kama hii, sina mbele wala nyuma, sijui nini kufanya. cha kufanya um, Kipindi nakaribia kuacha kazi, nilianza kuposti kwenye social media kama nataka nataka kuanza biashara hii, nikaweka pale namba yangu nikaweka na namba ya rafiki yangu, ili nakuambia, nataka kuanza, nilivyotaka kuanza, lakini kwa sababu sijui kutumia chochote alafu nikaa nikaja, ndo process ikafuata hii, nikaacha kazi nikafanya nini kaka. Sasa kwa sababu sijui chochote kuhusu marketing, sijui chochote kuhusu kurani biashara wala kampuni, niko ndani, nimelala, sijui mbele wala nyuma, sijui hili wala lile. Nimepitia hivi, nalia kwa uchungu usiku, nalia mchana, niko kwenye giza. Usiku nimekaa kitandani kwangu, kitanda kikakaliki, nimetulia, nikaanza kumkumbuka kwamba Uh, maisha yangu mimi hajawai kuwa mazuri toka mwanzo, yani toka nasoma mpaka nafika chuo kikuu, maisha yangu hayakuwa mazuri, na na only way nilikuwa na survive ilikuwa ni kumuomba Mungu. Nilikuwa church boy mzuri tu, baada so, uh, ya mambo kuingiliana ingiliana hapa katikati, chuo kikuu pale, kwanza kazi na nini, mambo yakawa mengi, nikawa naona mambo yamenichanganya, nikamwacha Mungu. Wakati huu ambapo nalia sijui, sina msaada wote, that means lakini maisha yangu yote mi nimeishi nikimtegemea Mungu. Kwenye ni haya mambo nikaanza kuwa serious, nikasema hakuna option iliyobaki zaidi ya kumwomba Mungu afanye muujiza, usha ushaomba muujiza utokee na unaojai kuomba muujiza ukatokea na majabu yakatokea kwa papo kwa papo, yale ndo alikuwa maombi yangu. It's either mi nakufa au Mungu afanye jambo Niko katikati ya zama kama hili, nikaanza kumwomba Mungu, i was praying. Bahati nzuri, kwenye pitapita zangu za simu kwenye social media nikutana na pastor Tony. That minute, ambapo nimekutana na pastor Tony, nikaanza kukutana na mafundisho yake kwenye social media, anaelekeza namna gani tuweza kutoka hatua moja kwenda nyingine kwa kumwamini Mungu wakati mgumu. That minute, nikaanza kuelewa, fundisho linakuja linakuchoma pale pale nikakaa chini, nikaanza kupitia muda wangu kuanza kujifunza kumwamini Mungu, kuomba, kusikiliza neno, kuomba, kumwamini Mungu, kuomba wakati kwenye sina mbele la nyuma. Ghafla anapigiwa na rafiki yangu, bwana, kuna client anakutafuta kukutana. Kukutana naye nimetoka na, nime nime na clientu wangu client wangu kwa mara ya kwanza, akaongea na mimi, nika nilipwa hela nyingi nililipwa hela nyingi kwa wakati huo kwenye maisha yangu, kwa sababu mimi toka nimezaliwa ni uh, nilikuwa sijawahi kushika elfu hamsini ambayo ni ya kwangu peke yangu. Hata nilivyokuwa niko chuo, alilipa zaidi ya milioni. Project ile ilikuwa ni zaidi ya milioni nne, project hiyo. Akanilipa mteja. Uh, mteja alivyonilipa pale, rafiki yangu, nimetoka nyumbani, nimetoka kwa mteja nakuja nyumbani. Kwanza kuna kimvua mvua hivi, afu nimepanda bodaboda nyuma, sioni mbele na yaani, naona kama dunia yote ni dunia nyingine, that minute it can shift, kwamba kuna uwezekano na possibility ya mambo makubwa yanawezekana kutokea tofauti na vile ambavyo mimi nafikiria kichwani. Kumbe it is true, yani it is true ukiwa committed na Mungu mambo yanaweza kutokea. That shift ikatokea. Baada ya pale, nikachukua ile ile, nikaanza kujifunza masuala ya biashara. Baada ya pale, nikachukua uh, kuanza kujifunza biashara, nikaanza kujifunza marketing, nikajifunza sales, nikajifunza nini, nikajifunza kutumia social media na kila kitu. That means nikaanza kuoperate sasa, nikajua masuala spiritual, nikajua masuala mindset nikajua masuala ya finance biashara, kurani makampuni, na kila kitu. Alafu nikaanza kujifunza skills yangu nilionayo kama mwanasheria na kama mtu mwenye uh, experience nilioipata kazi na kila kitu, na nikiangalia nini kinachokuta happen kwenye social society, nikajivikombine kwa pamoja. That why I changed myself, nikatoka kuwa mvulana sasa wa kutegemea mambo yanavyotokea, mambo yanavyoenda, nini, kuwa mwanaume wa kutake responsibility. Nika realize kitu kimoja kinachomtofautisha kati ya mwanaume na mvulana ni kwamba mwanaume anajua everything ni responsibility zake, na anachukulia serious na kuweka consistency na discipline kwenye mambo ambayo anajua, hii ni wajibu wangu kuwa karibu na kutengeneza mahusiano yangu na Mungu. Ni wajibu wangu kujua namna gani ya kuweza ku run na kuoperate makampuni biashara, kujua kila kitu. Ni wajibu wangu ili natakiwa nitengeneze pesa kama mwanaume, natakiwa niwe na mindset na clear vision ya nini nachoenda kufanya. Hii ni wajibu wako kama mwanaume, ni wajibu wangu kuweka sawa, kuweka clear, kuwa, kuwa, na kuwa na personality yangu kama mwanaume. The minute ukiwa na uwezo wa kuweza kustik kwenye haya mambo na kuwa serious. That minute unatoka kuwa mvulana na kuwa mwanaume mwanaume nini, nini, nini, nini. So kama upo kwenye scenario kama hii, hii ni ishara nzuri, sio kwamba ndo maisha uh, uko deep down kwamba uwezi kusonga mbele. No, hii ni ishara nzuri kwamba unatoka tu moja kwenda no. Nyingine usianze kukimbia uh, kutafuta msaada no. Face, face your fear. Jikomiti kwa Mungu, kuwa karibu na hivi vitu vyote ninavyovitaja, tengeneza maisha yako yatengeneze, tengeneza maisha yako na, na Mungu, jifunze, tengeneza skills, jifunza kuhusu marketing, jifunza kuhusu biashara, namna gani ya kuoperate so na, na, na kampuni na biashara, kuwa karibu na watu sahihi. Mimi nilimpasa Pasta Toni, akanifu, akawa akanilazimisha kutengeneza mahusiano na Mungu. Alafu nilivyotengeneza mahusiano na Mungu ikaniletea njia, lakini ningekuwa na ile pesa nikaendelea tu kukaa vile, vile, ni mazuba bila kujifunza kuhusu Quran kampuni, Quran biashara, kuwa na mindset positive, kuwa na vision, kuweza kustick na consistency, usingeniona hapa leo. So u, lazima ujifunze hivi vitu vingine vyote. Usianze kusubiri mpaka Mungu aje akutoe, no Stik na Mungu. Mungu anachokupa mkononi unakitumia kuweza kuopareti kujaza viboksi vyote vilivyobakia hapa, na huwezi kutoka kuwa mvulana kuwa mwanaume kwa sababu tu eti umri wako umeenda. Kuna watu ni wavulana wana miaka ishirini, kuna watu ni wavulana wa uh, na miaka thelathini, wana miaka arobaini, wana miaka hamsini, wana miaka sitini. Kwa sababu gani? they don't want to take their responsibility, na kusubiria kwamba kuna mtu mwingine atakuja kutake responsibility zangu hapa. Wewe mwenyewe ndio unatake responsibility zako, so acha kujinganganiza kwa mvulana na kati umri unakusogea. Yani acha kujinganganiza kwa mvulana na kutoka kuwa mvulana kwa mwanaume i depend na age, yani kwamba mi age yangu bado ni i depend, i depend, yani haingiliani wewe kuwa na umri mkubwa na kuwa mwanaume. No, unaweza kuwa mwanaume, unaweza kuwa mvulana na una miaka mingi vile vile, so kama Unahitaji kupata transformation ya ukweli, hakikisha una subscribe kwenye hii channel na unawasha alama ya kengele, kwa sababu tutakuwa hapa kila siku kuwezekana kwa ajili ya kufundishana kutoka tu moja kwenda nyingine. Hakikisha una subscribe, hakikisha unaweza ku like alama ya kengele, unaweka alama ya kengele ili kila tunapo upload video unakuwa kwanza kuja kutazama kujifunza ili kuweza kutoka tu moja kwenda nyingine. Usinganganie kwa mvulana, umri unaenda, mambo yanaenda, hakuna kitu kinachokusubiria. Kuna vijana wenzako ambao wana umri mdogo kuliko wewe, they are making a lot of money. Kwa sababu gani? Wamegundua kwamba nisipokuwa serious na hii situation, nisipokuwa serious na kuwa mwanaume, hakuna kitu kitakacho kuja kusovika. Na alafu una ushahidi wa wanaume wengi ambao wako mtaani, wana miaka 40, 60, 70, 40, 30, 50, ni wavulana. Angalia jinsi wanavyo take care maisha yao, familia zao biashara zao. Unagundua sa, huyu sio kwamba amefeli, sio kwamba eti amerogwa. Hapana, hajarogwa hajafeli chochote, hataki ku take responsibility na kuwa mwanaume. So acha kuwa mvulana wa miaka 40 acha kuwa mvulana wa miaka 30 Subscribe kwenye hii channel, akisha unawasha alama kengele, una like video hii na unakuwa hapa kila siku tutakuwa tunatoa comment kwa video mpya. Kuwa hapa kila siku, kila siku, kila siku, itakutoa tua moja hu natoa nyingine